Uh, huu ni mwendelezo mwingine tena. uh, pale unapenda kufungua, kama ni hivyo, kama nilivyofundisha, unapenda kufungua, chukua maji angalau kunywa hata glasi moja au glasi mbili. Chukua maji ya mawe eh, uh, chumvi ya mawe changanya kidogo, weka, koroga, kunywa kabla hata ya kuanza k kuliko kutumia juisi kuliko kutumia uji kuliko kutumia chai, fanya hivyo, utaona mabadiliko makubwa sana kwenye mwili wako. Baada ya hapo ndio, baada ya kama umekaa kidogo, baada ya kunywa maji, umepigapiga stori, baada ya sasa ya kama ya nusu saa hivi, unagusagusua kwanza, kula nakula zako, chakula usile tu chakula kwamba unakula vyote, mara soda, mara sijui si, mara sijui ni, nadhani vyote hivi nimeshafundisha namna hivi ya utaratibu mzuri wa kufungua ambao ni mzuri na sio kwa na sio narudia tena sio lazima uamke usiku tena ule kama kwenye mfungo. Sio lazima mpaka uamke tena usiku ule, kile kile chakula ulichokula saa tatu ulichokula saa mbili, hicho hicho kinaendelea, mwili wako unaendelea kufanya kazi kama kawaida bila shida yoyote. Nadhani hapo nimeeleweka. Najua sio rahisi la lakini, taratibu unapoenda taratibu, unakuwa na mdogo mdogo taratibu taratibu, naenda unazoea, lakini hii hai, hai, hai, sio lazima wewe, siyo lazima wewe ambao uko kwenye huu mfungo, au sio lazima kwamba kwa mwaka yaani unafunga labda mara moja tu kwa mwezi, labda kama hiyo a fungo. Kuwa na utaratibu wako wa kufunga mara kwa mara kiafya kiroho ni nzuri sana. Baada mm, ya mfungo kuisha, weka ratiba yako, nasema kwamba ndani ya wiki hizi wiki mbili au ndani ya wiki moja, siku mbili au siku tatu nitafunga kwanzia asubuhi mpaka saa ngapi? Mpaka saa saa mbili au saa tatu usiku ndio nitakula. Baada ya hapo eza, unaweza ukajiwekea eza ule mara moja au mara mbili unakula, kwa asubuhi yote unatulia, hauli chochote, unakula kuanzia saa sita mpaka saa saba saa sita mpaka saa saba hapo unakula chakula chako. Na chakula nimeelekeza usile chakula ambacho ni dhaifu, kula chakula ambacho ni kizuri kula, kula, kama ni kula protini kula kula, kula, protini kula ya kutosha, uweka vitamin ambao ni mboga mboga japo zina eh, mboga mboga na zile pia zina wanga lakini wanga yako ni kidogo, viazi vitamu, viazi ulaya. Ho, pangilia chakula chako, pangilia kwamba mdahuu ile chakula kipi, mdauni mdahuu kesho yake ni ile chakula kipi. No, no. Na wale ambao mnakuwa unaweza kuwa na uwezo wa nyama, unaweza kavua kama ile mchana, ukatafuta ukachemsha uka zako nyama, kama nyama ukachanganya na mboga zako za majani, eza umeweka chinese, naona unaweza kuweka mgagani, unaweza ukaweka cabbage ukachanganya vyote kwa pamoja, na ukala kama chakula na ukashiba, na unakaa muda mrefu na unapata energy ya kutosha, unakuwa na nguvu ya kutosha huo kujiwekea kula hivi vyakula hivi vya nani ambayo havina nguvu. Kunywa maji maji kama nilivyoelekeza, unachukua lita yako moja na nusu unaweka maji kidogo ya, ya chumvi ya mau na kuona kunywa, itakusaidia sana kiroho, itakusaidia lakini pia itakusaidia kuweza kuponya maradhi mbalimbali, mambo ya ni mwili wako. Asante sana, naitwa Edi, niko Mwanza. Aa, kama wewe una tatizo una tatizo lolote la kiafya, una pressure na kisukari na tatizo ya moyo, mwili za kiume Hebu niandike kwenye komenti hapo hapo chini, nitakujibu moja kwa moja ni kipi cha kufanya. Lakini pia usisahau kunifuatilia katika chaneli yangu ya ya Edi Tiba Mbadala TZ ambayo ipo YouTube. Usisahau kusubscribe, uh, usisahau kushare, usisahau ku hiyo itakusaidia kuweza kupata video mbalimbali mbali. Kuna video ambazo nimezitupia huko. Unaweza kama wewe ni mara ya kwanza, unaweza kutafuta tu ukaandika Edi Tiba Mbadala TZ ukapata zile video zangu. Asante sana na Mungu akubariki. Asante, niwatakie siku njema yenye furaha. Asante sana.